Mbunge wa Suna mashariki Junet Mohammed amekamatwa mapema leo kwa kutuma za kutumia matamshi ya uchochezi. Mohammed aliandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Homa Bay ambako alizuiliwa. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi huko Homa Bay, mbunge huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya kutoa matamshi ya uchochezi ambayo huenda yakaathiri usalama wa eneo hilo. Hata hivyo, maafisa hao hawajaeleza vyema ni matamshi yapi ambayo mbunge huyo alitamka. Mkuu wa kitengo cha jinai Joseph Tuksho amesema kwamba Junet atafikishwa mahakamani mara moja. Kukamatwa kwa mbunge huyo kunafanyika siku chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa onyo kali kwa viongozi wa kisiasa ambao wanawachochea Wakenya kujihusisha na ghasia. Tume ya NCIC imewaonya wanasiasa pia dhidi ya kuleta taharuki nchini. Kind of behavior. Behavior, the, the, the polisi anaambia mimi ati uko na makosa. Nikauliza makosa gani nimefanya. Sikia sasa, nikauliza nimefanya makosa gani? Polisi anaambia mimi ile makosa ulifanya ati umesema ukiwa Homa Bay Tourist Hotel ya kwamba lazima Raila awe president ya Kenya 2017.